Tukigeukia siasa sasa, ni kwamba baadhi ya wajumbe wa ODM eneo bunge la Malindi wanaitaka bodi ya uchaguzi ya chama hicho kumtangaza Willy Mtengo mshindi kwenye mchujo wa chama ulioandaliwa wikendi. Wafuasi hao wa Mtengo wanalalamika kwamba kuahirishwa kwa, kwa shughuli hiyo huenda kusababisha mtu asiye maarufu kukabidhiwa cheti kwenye shughuli iliyoandaliwa wikendi. Mtengo alipata kura 2592 huku mpinzani wake wa karibu Sanga Barawa akipata kura 1978 Hata hivyo mshindi hakutangazwa kutokana na madai ya wizi wa kura. Leo mchana ODM ilitangaza kwamba mshindi wa uteuzi huo atatangazwa kesho katika jengo la Orange hapa Nairobi. Wananchi wachungwa hapa mjini Malindi walimchagua William Baraka Mtengo. Cha kushangaza mpaka leo ni siku ya tatu hajapawa certificate yake. Tunamuuliza baba, kunaendelea nini huko Nairobi? Tunahitaji sertifiketi yetu, na ikiwa hawatatupa sertifiketi yetu, tunawapa masaa 24 h. Tutatoa mwongozo pale utakapohitajika. Kura zilikuwa Jumamosi za haki na Wili alipita, lakini cha ajabu hatujapata ticket. Ticket we want the ticket so that we be very sure that Wili ndiye mbunge wetu. Bila Wili hatuna kura zingine. Sisi kama vijana wa Malindi tumechoka na kudanganywa na hapa mambo hapa na pale, siasa ndogo hatutaki. Ni kweli tumemtoa wa wawili wenyewe kwa tikiti zetu wenyewe za ODM na tunamtaka Willy, man of combat. Willy is the chosen one, tupeni wenyewe.